Vijana wenzangu, huyu hapa ni waziri wa kilimo. Unaona hikyo kidude ambacho kina kinaota hapo, matunda ya kilimo. Unaona hikyo kidude kyo ambacho mnaona hapo, bado iko kwenye ujenzi. Hiyo yote ni ni matunda ya kilimo. Kwa hiyo nawahamasisha vijana wenzangu, tufanye kazi, tuache uvivu zaidi sana East Africa, tuache ka tuache uvivu, tufanye kazi. Ni wa waziri wa kilimo, unaona hiyo kidude hapo hicho bado iko kwenye ujenzi, unaona ni kidude kinaota tu, kinaota tu, kidude hicho. Subiri napanda, napanda nikienda kuonyesha huku juu, hicho ni kidude. Vijana wenzangu, tuache udhaifu na hiyo kidude hicho kidude vijana ki wenzangu, hiyote ni matunda ya kilimo, tunda ya kilimo. Kama kisi mnaona hiyo ni, ni kidude ambacho kinaota hapa hiki kidude ambacho kinaota hapa, hicho ni matunda ya kilimo. Kwa hiyo iko kwenye ujenzi, kama kisi mnaona huko inaenda huko ni, ni kidude kinaota kabisa. Tunaenda huko mnaona, mko mnaona hiyo kidude kinaota hapo. Kwa kwa hiyo tuwache udhaifu vijana wenzangu, tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi kwa bidii sana itatusaidia sana. Tusitegemee rais eti rais atatusaidia serikali haitatupatia makazi sisi wote wananchi. Ujiwaze kwenye nchi moja, tuko milioni mia mfano, alafu unajikuta moyo milioni mia, mpango wa nchenu kwa mwaka wa pesa hainai milioni mia kwa mwaka mmoja, unakuta ni milioni thelathini ishirini arobaini milioni ya kupokeza wafanyakazi wa, wa wote nchini <laughs> kwa mwaka mzima, na nyinyi mko milioni moja, yani mtapokea ngapi? Hiyo pesa mtagawanya hivi kusema iwe nyinyi wote, itaonekana kwa mwezi mmoja, kila mtu anaweza akapata hata shilingi moja, haitafika. Unaona, kwa hiyo tujikaze kufanya kazi, tuache uvivu tuingie mkilimo, kwenye biashara tofauti tofauti, kufanye kazi kama gisi mnaona, kama gisi mnaona hapa. Na ndugu zangu, hiki hii ni nyumba ambayo inaota hapa, na kijana mwenzenu, kijana mdogo tu mwenzenu ambaye anajitahidi kufanya kazi ya kilimo anajitahidi kuonesha ushujaa wake kwenye kilimo Maximu. Unaona, hii kidude hapa ni mita ishirini na mbili na nusu kwa kumi na nne na nusu yaani ni nyumba kubwa sana, ni kidude ambacho kinaota kwa hiyo, hata wafanya biashara wengine wanashindwa Sio kila mfanya biashara ambaye anaweza akajengi nyumba, labda mfanya biashara mkubwa sana. Na yeye kwa kuwa yote ni biashara; kilimo ni biashara kama kama biashara zingine. Kwa hiyo unakuta vijana wengi wanapoteza muda wao sana kwa kuvuta bangi, kutembea mitaani, kwenda sehemu fulani fulani fulani, kwenye ma TikTok sana, wanajisahau kufanya kazi. Kwa hiyo ndio nataka niwaambie wenzangu wa Afrika, vijana wenzangu wa Afrika Tujitahidi, tujitahidi sana, tufanye kazi, tufanye kazi, tufanye kazi. Vijana wenzangu, kazi ndio msingi ya maisha, kilimo ndio msingi ya maisha. We kama kijana wenzangu, hauna kazi, kazi yako ni kutambaatambaa mitaani mitaani, jitahidi. Kama Mungu atakusaidia kusoma, basi nakupatia akili na nguvu. Kwa hiyo kutafuta maisha munyingine, nani unaweza ukalime, unaweza kufanya biashara fulani fulani, ila kulima ni kitu mwa kizuri sana wa ndugu zangu, mimi ni mtu mdogo mlimaji kasi mnanijua mw..., mimi ni waziri wa kilimo yani nimeji benefit sana mvitu ya kilimo. Na kilimo wa ya i. kilimo wa anguki, kilimo huwa mara mingi mtu aanguki, hii kilimo mtu aanguki, kilimo hii ni mfano tu mnaona mita ishirini na mbili na nusu mita hey, ishirini, mbi, ishirini na mbili na nusu kwa kumi na nne na nusu yani, sio kawaida yani ni nyumba kubwa, nyumba ya kifahari, sio nyumba ya kifahari kama sio nyumba ya kila mtu uh, anaamka na jenga. Hapana, hata uko na pesa, ukiona mwenyewe unasema mm, hapa huyu ni mwanaume. Kwa sababu gani? Kilimo. Mimi ni mtoto mdogo kama wewe tu mimi ni kijana mdogo kama wewe tu. Kwa hiyo tujitahidi sana wandugu zangu, tujitahidi sana, tulime, tulime. Nyumba ina sebule tatu, sebule kubwa kubwa tatu. Hii tenki ya maji hapa ni nani achoi? Asante sana wa ndugu zangu wa vijana wa Afrika, tuhimizane, tuingie mkilimo, ni wewe ni waziri wa kilimo.